Alizaliwa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 1947. Mwaka 1981 mpaka 1990 Baba alikuwa mhasibu mwandamizi mamlaka ya kahawa Tanzania TCMB TCB Moshi. Mwaka 1990 mpaka 1995 baba alikuwa mbunge wa jimbo la Moshi mjini. Baba alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa presha na sukari, alipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano aligundulika na ugonjwa wa moyo uliosababisha fanyika upasuaji mkubwa wa moyo katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Hiyo upasuaji wa moyo ulifanyika vizuri, na akaendelea na matibabu katika hospitali hiyo kwa muda mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne Januari, aliporuhusiwa kutoka hospitali. Hata hivyo, hali ya ugonjwa iliendelea na baadaye lazimika tena mfanyao upasuaji mkubwa wa mguu katika hospitali ya Selian jijini Arusha, tarehe 27 Machi 2024. Aliendelea na matibabu katika hospitali mbalimbali mjini Moshi, Arusha na Dar es Salaam. Kufika tarehe 27 Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano hali yake ilibadilika na akapelekwa hospitali ya Selian ambapo alikuwa akiendelea na matibabu mpaka mauti ulipomkuta tarehe nne mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kabla ya mauti kumfika, baba alipata sakramenti ya mwisho kwa nyakati mbalimbali. Tunawashukuru mapadri wengi sana walipata kuhudumia baba kwa nyakati mbalimbali. Baba ameacha mjane mama yetu Adeli Mwanga, watoto tisa